Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Machi 30 ya mwaka wa 2025, siku ya Jumapili. Mada ya leo inasema asomaye na afahamu. Kumbuka ni somo la kwanza la mwongozo wa kujifunza Biblia robo ya pili ya mwaka wa 2025. somo linalosema kanuni kadhaa za unabii. Nenda katika duka lolote la vitabu vya Kikristo na kuchagua vitabu vinavyozungumzia mada za unabii wa Biblia. Utagundua upesi kwamba kuna mkusanyiko wa maoni na tafsiri mbalimbali mbali zenye kustaajabisha na inaweza kukushawishi kuamini kwa kwamba hakuna mtu anayeweza kuelewa kwa hakika kile ambacho vitabu kama vile Ufunuo vinasema. Kwa mfano, mwandishi mmoja anasema mpinga Kristo si chochote bali ni stiari. Mwingine anasema bado anakuja wakati ujao. Na mwingine kwamba alikuwa akirejelea kitu au mtu fulani katika siku za ufalme wa Rumi ya kipagani. Kama mhubiri mmoja mzee alivyosema, huenda Biblia ni kama fidla ya zamani. Unaweza kupiga nayo tuni yoyote upendayo. Hata hivyo, Biblia yenyewe haipendekezi jambo kama hilo. Badala yake, inatualika tusome tukichukulia kwamba Mungu hasemi bure na kwamba tunaweza kujua ukweli wa kile anachosema kupitia neno lake. Soma Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo Mtakatifu sura ya 24 aya 15. Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza aya 3, Mathayo Mtakatifu sura ya 11 aya 29 na Yeremia sura ya 9, 23, 24. Maandiko haya yanamaanisha nini kuhusu kusudi la Mungu la kufanya aeleweke? Vyuo vikuu vingi vinatoa kozi za Biblia kama fasihi au kitu kama hicho. Kwa muumini inaweza kuwa jambo la kushangaza kuketi katika mihadhara mingi na kugundua kwamba profesa anasoma Biblia kwa namna ile ile ambayo mtu anaweza kusoma mitolojia, yaani elimu ya visasili au hadithi za kubuni ya kipagani. Wazo ni kwamba kunaweza kuwa na kiini cha ukweli wa kimaadili katika visa husika, lakini mtu anaweza kujenga wazo lolote atakalo kutokana na hadithi hizi. Kwa walimu hawa wazo la kwamba kitabu hiki kilivuviwa na Mungu ni la kuchekesha. Hivyo mwalimu anasoma Biblia lakini haisikii sauti ya Mungu ikizungumza. Wengine hufikia hitimisho dhahiri linalopingana na ujumbe wa Biblia. Bila kujisalimisha kwa Bwana na bila moyo uliofunguliwa kujifunza kweli, wale wanaosoma Biblia inaelekea watafikia si tu kukosa ujumbe wake, bali pia kuelewa vibaya tabia ya Mungu ya upendo na takatifu iliyofunuliwa katika kurasa zake. Hili linaweza kuwa rahisi kufanya kuliko wengi wanavyotambua. Ndiyo maana kusoma biblia tu, lakini bila zana sahihi, na muhimu zaidi, mtazamo sahihi, chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, kunaweza kuumiza. Mtu asiyejulikana kuwa mcha Mungu alikutwa akisoma Biblia. Alipoulizwa anafanya nini, alijibu ninatafuta mianya, ninatafuta mianya. Kwa nini huu ni mtazamo mbaya kabisa kuwa nao tunaposoma neno la Mungu? Hii ni Machi 30. Mungu atubariki sote na karibu tena.